Nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi ambayo ameifanya wa wala hauna sababu ya kumulika na tochi, ni kazi yenye kuonekana. Alivyoingia madarakani, hasa katika eneo la maji, alisema ya kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa anaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama, na ndipo akaasisi ile kauli mbiu ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Na ametupa maelekezo na akanipa mimi waziri wa maji, nikimzingua atanizingua, lakini nashukuru nchi yetu ya Tanzania na takriban vijiji 12,318 sasa hivi tumeshafika vijiji zaidi ya 10,500 na, na bakisha vijiji vichache sana. Kwa hiyo mkakati wetu kwamba ametununulia magari ya uchimbaji visima, na kila mkoa tumeanzisha programu ya visima 900 Tumeanza phase 1 naamini tukaenda na phase 2 vijiji vyote vya Tanzania vitapata huduma maji safi na salama. Lakini kwa sasa tuna hali ya upatikanaji wa maji vijijini 83 na 91.6 mijini. Kwa hiyo kwa upande wa upimaji wa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi, Mheshimiwa Rais amefanikiwa kwa kiwango kikubwa, na hata ukiangalia katika bajeti yetu ya wizara ya maji mwaka huu ni tumeongezewa fedha, miaka yote ilikuwa milioni mia sita, milioni mia tano, lakini sasa hivi tunakwenda kwenye trilioni moja hiyo amedhamiria kwa dhati kwamba kwa hili swala lazima la maji kama changamoto kulimaliza kabisa na kuhakikisha watanzania vijijini na mijini wanapata maji safi na salama. Namshukuru Mungu. Moja ya changamoto kubwa kwa jimbo ilikuwa ni barabara ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo na daraja zote, ahadi zake amezikamilisha. Kwa hiyo sisi hatumdai, hana deni, sisi endo anaotudai. Mimi kwangu ninachotaka kuambia watanzania kuwa na rais aina ya daktari Samia Suluhu Hassan ni baraka, kwa sababu hakuna hata mmoja asiyefahamu. Ukirudi miaka kumi nyuma, swala la maji nchi ya Tanzania ilivyokuwa ni changamoto. Bajeti ya maji kupita katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwa ni mtihani mkubwa. Miradi ya maji ilikuwa ikijengwa, mradi wa maji unatoa maji, akienda kiongozi, ukiondoka unaondoka nayo. Lakini leo kupitia rais daktari Samia Suluhu Hassan tumepata mafanikio mengi miradi ambayo ilikuwa na changamoto kwa sababu ya ufinyu wa bajeti. Kwa mfano, ukienda kule Serengeti mradi wa Mugumu tangu miaka ya sabini ameikamilisha yeye. Miradi iliyokuwa chefchefu ambayo ilijengwa haitoi maji ikiwemo mradi wa Same Mwanga, zaidi ya miradi mia moja na sabini na saba yote ameikamilisha. Tumepata mafanikio mengi. Ukiangalia katika, katika miradi hii ya P4R duniani nchi yetu ya Tanzania inaongoza huu mwaka wa pili mfululizo, na nchi mbalimbali zinakuja kujifunza Hivi karibuni Mheshimiwa Rais katika wiki ya maji alipewa tunzo ya Afrika na kumuomba kwa yeye ndio awe balozi hasa katika swala la kumtoa mama ndoo kichwani. Amefanya kazi kubwa nzuri, Tanzania sasa anavuka mipaka nje ya nchi, lakini pia kufanya mageuzi hasa katika swala la prepaid meter. Umeona watu walikuwa nalalamika swala la ubambikiaji wa bili la maji, ameelekeza kwamba twende katika prepaid meter, kwamba mtu analipa kabla ya matumizi ili kuondokana na malalamiko hayana ulazima. Na sasa hivi mkakati wake ni kuhakikisha kwamba wizara ya maji sio wizara tu ya kutumia maji ya kunywa kwamba tutumie rasilimali zetu ambazo tulizopewa kwa maana ya maziwa na mito mikubwa ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na national gridi, kama ya umeme kwamba tunatoa maji ya ziwa Victoria yanafika Dodoma, tunatoa maji ya ziwa Tanganyika yanafika Rukwa, yanakwenda mpaka Katavi mpaka Kigoma. Nini maana yake? ili tuweze kuunganisha na kuhakikisha Watanzania wa wanapata huduma safi kenda huku Mtwara na mto Ruvuma utumike, lakini tuna mto, mto Rufiji utumike kuhakikisha kwamba wana Dar es Salaam na maeneo mengine wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo binafsi, nikiwa kama kiongozi na nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji nafarijika sapoti na, na msaada na jitihada kubwa ambazo Mheshimiwa Rais alizotupa kuhakikisha kwamba swala la maji na dhamira yake ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani inatimilika kwa dhati.